Ni ambavyo nimekuambia, niko nje ya uwanja wa soko hili jijini Mbeya muda huu tunakwenda kuzungumza na mashabiki wa Young Africans ambao niko nao hapa. Bwana Kwema Kwema, habari yako? Salama kabisa. majina yako? Naitwa Oswald Adamson Kapweli. Ehe, unatokea hapa Mbeya ama umekuja? Nimetokea Tukuyu. Tukuyu, umekuja kuifuata Yanga ndio. Unatarajia nini katika mchezo huu wa leo? natarajia pointi tatu muhimu. Ndio. Prisons nao wanazihitaji hizo pointi tatu. Hazipo. Ha? Hazipo. Wako kwao lakini, hata kama. Hmm. Hazipo. Ha watu zipata. Hawatazipata. Kitu gani ambacho kinakupa uh, kujiamini zaidi kwamba mtazipata pointi tatu za leo ikiwa hata wenyeji wenu pia wanazihitaji zaidi hizo alama tatu. Ha, kwanza Yanga ana kikosi bora na hmm, ukizingatia tunataka tuchukue tu, tu, tu, tu tuchukue hili kombe mara, mara nne mfululizo Kondomana, na na imani kwamba hizi pointi tatu ni muhimu kwa Yanga kuliko kwa Prison, hizi pointi tatu ni muhimu kwa Yanga kuliko kwa Prison, kuliko kwa Prison ndio uh, kocha uh, Melody Hamdi pamoja na alikamu afisa habari wamesisitiza kwamba hizi ni mechi za fainali, mechi ambazo zimebakia ni za fainali. Wenyewe kama timu wamejipanga, lakini nyinyi kama mashabiki sasa, mnajipangaje kuisapoti klabu yenu? Si wenyewe kama unavyoona hapa nje ni vibe vaibu, vaibu la kutosha mm. Kuna imani mpaka sasa hivi, ukiangalia hata kama upande wa pili wapo, lakini hawajatuzidi sisi, huenda wako lo, hawa uh, hata robo nadhani hawagusi. Huu unaona kijani ilivyotawala. Hapana, haifanani na aa, e, ya eh, ya kwetu ni zaidi kuliko ya kwao e. E. kwa hiyo mpo lakini mmewazidi. tumewazidi Leo unaona ngapi pale uwanjani, maanaake wachezaji wote wapo. Musonda ni, tatu. <laughs> ni tatu. Matatu, matatu, matatu. Lakini mechi, mechi na hajawaajaw ndio ni kwa hiyo baada ya mechi pale tutakuwa tunapiga yes. Mimi nikushukuru baada ya sawa. huyo ni mmoja ya shabiki lakini pia anamtafuta shabiki mwingine nizungumzenaye hapa, hapa. Bwana, mambo vipi? Safi nani? Naitwa Elias Jelos Mkatasa natokea uh -huh. Mbalali, shabiki wa Yanga. Shabiki wa Yanga. Ndio. ujavaa jezi ya Yanga, nikafikiri Tanzania Prison. Hapana, hapana. yanganikafikiri hapana, nakuja kuichukua hapa hapa. zipo pale uh -huh. zinauzwa na jezi sio muda ndio. Wewe ni wa Mbeya. Tanzania Prison ni timu ya Mbeya. uoni kama unaisaliti timu ya nyumbani? Hapana, si hatuisaliti timu ya nyumbani, Tanzania Prison tunaipenda sana uh -huh. Lakini Yanga daima daima, mbele nyuma mwiko. Tunaipenda sana Yanga. Kwenye mechi zingine, lakini mbele ya Yanga hapana, hatuwezi uh, Yanga, uh, Yanga kwanza Prison baadaye eh, yeah. Na mechi ya leo unaionaje? Mechi ya leo kwa Yanga ni ngumu lakini sio ngumu sana kwa uhitaji wa pointi wa Yanga, Yanga tunahitaji pointi tatu muhimu kwetu, mm. Prison ni wasubiri, kwa sababu wao wameshajipambanua huko chini hawashuki daraja, basi wasubiri watuachie sisi pointi zetu, tuchukue tuende mbele. Tunamsubiri mnyama mbele, yupo kule anatusubiri tarehe 25 amesema, haja haja atakuja tu E, leo. Eh, ile imeisha waje tu tutawafanya kitu kibaya vibaya mno. Ndio. Wanakusikia lakini. Hata wanisikie wanajua. Eh. yaani tulivyokuwa tunasema kwamba sisi hatuchezi hatuchezi walikuwa wana, wanazomea wana, wana, wana huku wanaumia, wanasema afadhali wasije tusije tukakamilisha mara tano mfululizo. Kwa hiyo kumbe walikuwa wanafurahia, lakini huku wanatamani basi msicheze kweli. Ndio. Lakini sasa, sasa hivi tulivyosema, tarehe 25 imefika, haina kipengele hii. Waulize wanasemaje wao, mbona walikuwa wanataka tucheze? Sasa hizi wanasemaje? Kwa nini wanasema? Lakini hawana shida. Hujasema chochote? Haujasikia kwamba wamesema wao hawaji, hawaji tena eh, tarehe 25 hawaji? Wao walikuwa wanataka tarehe 15, wanakimbia. Eh, wanataka kukimbia. Sasa kama wao walikuwa wanataka tarehe 15, si tumekubali tarehe 25, waje? Sasa unajua tarehe 25 kombe litakuwa uwanjani eh. Na wakikimbia, mtapewa nyinyi hiyo e, ipo wazi ipo alafu wazi. Yeah. Sisi kubwa, na, nasema, Mbozi, mesale, ni watu wakubwa kwenye hii nchi hatuwezi tukashindwa na wao. Viongozi wenu anasema mechi ambazo zimesalia ni fainali kuanzia hii leo, tunasema jumla ni mechi nne. Unadhani malengo yenu yatatimia? Wewe unachokitamani kukiona kwa klabu yako ikichukua makombe yote mawili FA pamoja na ligi kuu yatatokea? Maanake ni ndani ya mwezi huu, huu. Yeah, matumaini ya matumaini yapo, uongozi bora upo vizuri, wachezaji wazuri, maandalizi yako vizuri, naamini hakuna kinachoshindikana mbele ya Yanga hakuna, hakuna kinachoshindikana Prisons leo. Unaona ngapi ngapi? ukinama ukinuka unaona hapa tuna shida, lakini kuna hizi. Nililala juzi nikaamka niliona tano. <coughs> nilipoamka usiku kuamkia jana nikaona nne. Leo nimemaliza na tatu. Nimeenda nimesinzia sinzia muda huu <coughs> nimeona zimeganda tatu. Haziwezi kubadilika. Wewe ni shabiki wa pili, nazungumza na, na wewe unasema kwamba tatu. Kuna siri gani na tatu? Tatu? zipo kwa sababu ya ubora wa kikosi, ubora wa kikosi ndo unaotupa jeuri sisi Yanga kwamba tatu zipo. Prisons wamejipambanua, wapambanua hapa katikati tu, wamepunguza punguza, ila tano zilikuwa zinawahusu <physiology> wamejitahidi wameshusha, zipo tatu wameshusha. Eh, wajerajela hawajawahi kuwa wepesi lakini mbele ya Yanga na hii mechi. Unajua, wajerajela wakipata pointi hata kama ni moja au tatu zinakwenda kuwafufua Simba kule walipo ya yeah, tunalifahamu hilo lakini wajelajela hata kama mechi haijai kuwa nyepesi mbele ya Yanga, lakini nakuahidi hii ya leo ni, ni moja ya mechi ambazo watasema kwamba oh hii, sijui GSM, oh, timu yao ndio leo kusema. Baada ya mechi ya leo, malalamiko ya GSM na vitu vingine yatarudi tena, itaanza tena timu nyingi, e, timu nyingi. Utasikia oh, wameweka timu nyingi bora, tukimbie ligi inaanza leo, tutafanya kitu kibaya, tujadhamini timu nyingi, wala hatunui mechi, hatufanyi nini, tutawadhilishia na wao. Alafu wanavyolalamika sana kwamba o, sijui wanadhamini timu nyingi na nini, basi na wao tumewadhamini, kwa sababu tumewashona mara nne mfululizo, tunaenda kuwa tafuta ya tano ndio Wee. Wee. Shukra. Asante, asante sana